Kaunti ya Nairobi, tuelekee Gatuzi la Samburu ambapo wafugaji wanaokumbatia uhifadhi wa mazingira na uzalishaji hewa ya kaa katika kaunti ya Samburu wamewasuta vikali wale wanaoendeleza pingamizi dhidi ya mpango huo na kusema mradi huo umebadili maisha ya wafugaji pakubwa, huku mifugo ikipata lishe na wafugaji wakitumia mapato kufanikisha miradi mbalimbali huyu mbali. Hapa Bonface Barasa. Mpango mzima wa uzalishaji hewa kaa ukionekana kuzingirwa na pingamizi, wafugaji kutoka kaunti ya Samburu waliozamia uzalishaji hewa kaa wamevunja kimya chao kuhusiana na pingamizi hizo. mwenye anashesea kabon anashesea maisha ya wafugaji kwa sababu sisi kama wafugaji hatuna mradi ingine. Kama vile sahisi wa Kenya, wengine wako na kofi, wengine wako na majani chai. Sisi kama Northern Kenya somesha watoto na kuiboresha hata mashule zetu hata mahospitali. so, kwa hivyo yule mtu ambaye anajaribu kutusumbua kupingana, huyo ni kama anatuchezea kimaisha. Wafugaji hao wakizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa hifadhi ya kijamii ya kulinda mazingira Meibae, Samburu Mashariki, wametetea mradi huo kama ulizozisaidia jamii za wafugaji kaskazini mwa nchi kutatua swala tata la kuzuzania rasilimali kabon katika conservancy imesaidia sana, imesaidia mambo ya rangelands uh, improvement, imesaidia livelihoods programs. Ukiangalia miradi kama maji, kujenga shule, kujenga zahanati sa ama dispensaries, kabon imetusaidia sana kwa sababu kabon imetusomeshea watoto, hiyo pesa ya kabon na pia imetushangia kutengeneza mababason kwa sababu kitambo, babason tulikuwa tunafanya like zero grazing, particularly communities ambao hakuna biashara nyingine ambao wanaweza fanya kwa land yao other than kufanya uh, uh, plant grazing uh, kufanya re regeneration of vegetation ili kuweza kuleta kutengeneza hizo carbon credits, na eventually inaleta inaleta mapato katika hiyo mikakati ya kuweza kupanga malisho tume tumeweka eh, imetusaidia ya kwamba wanyama wetu hawaendi mbali pamoja na watoto wetu hasa warani na hiyo kitu imetusaidia sana kama conservancy yetu. Hata hivyo, kumekuwepo na mianya ya kisheria viongozi wa hifadhi za kijamii wakizamia mchakato wa kuhamasisha jamii kikamilifu wanapokumbatia miradi hiyo. Guide the community this is they over the the investors giving and then if they reject they say we don't want this then that agreement will not be signed. Nothing will be done without and from there again now we take to the community assembly for proper ratification of that investor agreement. What we do as Trust is actually to promote coexistence so that the communities And be able to value and other wildlife. Kaunti ya Samburu ina zaidi ya hifadhi 30 za kijamii zilizokumbatia uzalishaji wa hewa kaa. Makombora ya ukosoaji yanapoelekezewa wale wote wanaopinga mradi wa uzalishaji hewa kaa. Kile kinachosubiriwa ni kuwekwa kwa sera kabambe zitakazohakikisha kuna uwazi katika uzalishaji hewa kaa. Bonfas, Barasa, Runinga Citizen. Hifadhi ya kijamii ya Meibae Samburu Mashariki kutoka gatuzi la